Hadithi ya miujiza hii: kiumbe wa ajabu. Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na misitu mikubwa na milima mirefu, waliishi watu waliotii mila na desturi kwa moyo wote. Kijiji hicho kilijulikana kama Lengo. Licha ya utulivu wake, palikuwa na simulizi la kiumbe wa ajabu aliyekuwa kiishi msituni, kiumbe aliyeitwa Malaika wa Majani. Wazee walikuwa wakisema kwamba Malaika wa Majani hakuonekana kwa macho ya kawaida. Alikuwa na umbo la binadamu lakini ngozi yake ilikuwa ya majani mabichi, macho yake yalimetameta kama mwezi wa usiku, na alipopita maua yalichanua ghafla. Kiumbe huyu alikuwa akiwasaidia wale waliokuwa na mioyo safi na waliokuwa na matatizo ya kweli. Siku moja msichana mdogo aitwaye Amina alipotea msituni wakati wa kukusanya kuni. Jua lilikuwa linazama na hofu ilianza kumjaa. Akiwa amechoka na kuhisi kukata tamaa, alilia na kuomba msaada. Ghafla upepo mwanana ulivuma na maua yakaanza kuchanua karibu naye. Kutokea nyuma ya mti mkubwa alijitokeza kiumbe wa majani. "Usiogope," kiumbe yule alisema kwa sauti ya upole kama wimbo wa ndege, moyo wako ni safi na maombi yako yamesikika. Kiumbe huyo alimpa Amina fimbo ya kijani iliyong'aa, akamwambia, tumia hii fimbo kuongoza njia yako nyumbani, lakini kumbuka, tumia nuru hii kuwasaidia wengine siku moja Amina alirudi kijijini salama, na alipowasimulia hadithi hiyo watu waliamini zaidi juu ya malaika wa majani. Tangu siku hiyo Amina aliishi kwa huruma, akisaidia maskini na wagonjwa. Kila alipogusa fimbo ile maua yalichanua na watu walijua imiujiza, e, miujiza bado ipo. Hitimisho: hadithi hii hutufundisha kwamba mioyo safi na matendo mema hufungua milango ya miujiza, na wakati mwingine miujiza haipo mbali, iko ndani ya huruma na imani yetu. Je, unataka hadithi ifanywe kuwa ya watoto au ifanyiwe muendelezo?